Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa kampeni na uchaguzi Bwana Reginald Munisi amesema tume kuchelewa kutangaza idadi ya vituo vya kupigia kura kuwa viko vingapi na vingapi kunawafanya washindwe kuandaa mawakala mapema. Mtakumbuka walianza kuchelewa kidogo kuanza kuandikisha na tukawa na mawakala katika vituo vya kuandikisha. Makubaliano na tume ilikuwa ni kwamba kila chama na kila mdau wa uchaguzi atakuwa na wakala katika kujumuisha ili daftari Bahati mbaya sana pamoja na kudai na kuandika na, ku, na kutaka tume watupe fursa ya kuona naunganishaji li daftari kubaini ni mfumo gani wanaotumia kuweza kutoa daftari la mwisho hawakutupa fursa hiyo. Naye makamu mwenyekiti wa CHADEMA bara Profesa Abdalla Safari amesema kutokana na masuala mbalimbali yanayojitokeza hasa ikiwemo serikali kuingilia kazi za tume ya uchaguzi na vitisho vinavyotolewa wanaiandikia jumuiya ya kimataifa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ya ICC barua. Rasimu ya Warioba imekuwa na mabadiliko ambayo yatahakikisha kuwepo kwa tume huru ya uchaguzi. Sasa kwa vile rasimu ile haikuwa katiba Septemba mwaka jana, vyama ambavyo vinawakilishi bungeni, yani wabunge vilizungumza na Kikwete wakakubaliana katika mambo mengine kwamba kuwe na mgombea binafsi; pili, matokeo ya rais yaweze ku, kuhojiwa mahakamani; tatu, kuwe na tume huru ya uchaguzi. Kikwete kakataa, kana kwamba ilio hicho kitu ni kikubwa sana kuhusu swala la wananchi kupiga kura na kubakia mita mia mbili nje ya eneo la kituo cha kupigia kura mwanasheria wa chama hicho anasema sheria inasema usiwepo ndani ya mita mia, mia, mia moja na tisini na tisa baada ya hapo mita mia mbili unaruhusiwa kuwepo na kufanya shughuli zako nyingine na sisi tunawambia wananchi walinde wa, wa, wa kura zao mita mia mbili kutoka kwenye kio kilipo kwa sababu za msingi kabisa kura ni mali kama ilivyokuwa mali nyingine yoyote huwezi kuiacha kwa watu ambao wana nia ya kuchakachua kura zile.